Ushindani hapa ni mkubwa sana na kujitoa kwa watoto wa kike na kupenda kwao mpira ni kubwa sana na ambacho tunachohitaji ni ushirikiano. Wazazi wanashirikiana vyema sana kuja kuunga mkono vijana wao, lakini tunahitaji pia wadau, serikali na hata pia taasisi binafsi kuja kuunga mkono vipaji hivi na pia kuendeleza soka la wanawake kukua zaidi, kwa aina yoyote ya mchango wao watu kuja na kuwafanya wao kuona umuhimu wa kukuza na kuonyesha vipaji walivyojaaliwa. Hatua ya miaka tisa na kumi na moja kwa wasichana tayari, na hii leo ilikuwa ni kwa miaka kumi na tatu nayo pia imeenda vizuri, na sasa tunasubiria kwa hatua inayofuata wikendi ijayo, lakini tumefurahia hatua hii, ilikuwa bora na vijana wameonyesha vipaji vyao, ilikuwa vizuri sana. But today ushindani ni mkubwa, kwa ukiangalia upande wa akademi wako vizuri, wamejipanga pia. Ukiangalia na upande wa shule pia wamejipanga. Tuna timu nyingi sana za akademi ambazo zimeshiriki hapa, timu nne, lakini pia tuna timu za school side ambazo zimeshiriki, ziko timu tano. Ushindani ni mkubwa kama nilivyosema awali watu wamejipanga yes. Uh, nafikiri hii pia ni funzo kwa, kwa wazazi wengine wale ambao hawataki kuruhusu watoto wa kike wacheze mpira. Unajua, si wote wana uelewa huo. Nafikiri watakuwa wamepata funzo na tunategemea kuona watoto wa kike wengi zaidi wacheza mpira kupitia vitu kama hivi. Tumejipanga vizuri, tumewafanyisha watoto mazoezi na tunaamini watafanya yale tuliyoelekeza kwenye mazoezi. Wito wetu kwa wazazi, tunaomba wazazi wetu wakawasapoti watoto wakawasapoti wakawashangilia, wakawatie moyo ili watoto waendelee kufanya vizuri na wakapambane kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao.